Mtazamaji, taarifa zaidi ni kwamba mashirika ya kijamii almaarufu CSOs na wadau wa maendeleo wameonyesha wasiwasi wao mkubwa kuhusiana na bajeti ya mwaka wa kifedha mwaka 2025-2026 ya Kaunti ya Bungoma, wakisema kwamba haizingatii mahitaji ya mwananchi wa kawaida na inaonyesha dalili za kudhoofisha utoaji wa huduma muhimu. Katika kikao kilichofanyika katika ukumbi wa bunge la kaunti, ripoti ya hazina ya kaunti imeweza kufichua kwamba kuna madeni yaliyosalia kulipwa ya takriban shilingi bilioni 3.8 tangu mwezi Machi, hali hii ikipunguza uwezo wa serikali ya kaunti ya Bungoma kuwekeza kwenye maendeleo. Kwa mujibu wa bajeti hiyo, matumizi ya kawaida yameweza kadiriwa kuwa shilingi bilioni 3 bilioni 9.2 kutoka kwenye bajeti yote ya shilingi bilioni 15.8. Kwa mara ya kwanza kabisa tumeona ya kwamba uh, ule mgao katika kwenda katika, uh, idara ya afya umepungua kwa kiasi kikubwa. Um, hapo, hapo awali katika miaka ambazo zimepita uh, I mean, idara ya afya imekuwa ikipata mgao ya um, kwa hali ya wastani on average um, 20 between 25% na uh, asilimia 30 lakini, kwa leo kwa mara kwa kwa uh, ya kwanza tumeona asilimia kumi ambayo kidogo ni uh, hali ya kuhofia uh, jinsi uh, miradi katika idara hii itakavyotekelezwa uh, kwa muda wa mwaka mmoja ujao kwa mmoja jana mmoja akasema, tutaona hiyo ndio pia. Tuko na changamoto kidogo eh. Kitu ya kwanza ile nimeona katika hiyo budget, unaona ya kwamba bending eh, bending bills, bending bills katika hii budget ni kuanzia mwezi wa tatu kufika mpaka saizi kutoka kwa treasury. The report from the treasury inasema ya kwamba we have pending bills of 3.8 billion shillings, 3.8 billion shillings. Our recurrent expenditure in Bungoma County eh, our recurrent is 9.2 billion shillings. Sasa tukiwa na budget ya 15.8 billion shillings, you will see that eh, ukitoa ndani pending bills of 3 billion Eh, kulipa bending bills na utoe ndani kutoka kwa eh, 9.2 billion shillings from 15.8, una baki na 6.2 billion shillings. So ukitoa bending bills of 3 billion shillings, unaona ya kwamba development will only be 3 billion shillings. Kama mashirika tuko na umekuwa na changamoto kuhusu hiyo bajeti ambayo tumeona kwamba hiyo bajeti haijaangazia hasa kuimarisha maisha ya mwananchi wa kawaida.